Mheshimiwa naibu waziri, nachukua nafasi hii kukaribisha katika jiji letu la Dar es Salaam. Jiji letu liko shwari, mambo yanakwenda vizuri, na kwa utaratibu huu nikushukuru, kushukuru pia Mheshimiwa DC kamisa wetu kwa kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa nafasi yangu ya umea jiji la Dar es Salaam nataka nikutoe mashaka. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais wetu kipenzi chetu mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan na utekelezaji wa ilani ya chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Miradi hii ya kimkakati ambayo inaendelea katika wilaya yetu ni kazi kubwa na nzuri ambayo inaofanywa na Daktari Samia na hatuna budi kumpongeza. Sana, sana, sana, sana, makofi mengi kwa mama Samia Suluhu. Mgeni rasmi, nataka nikwambie, mkurugenzi amesema hapa, mradi huu leo tunauzindua. Dr. Samia alitupatia fedha takriban milioni mia tano. Kwanza tunamshukuru Dr. Samia, lakini kwa kutambua makusanyo yetu ya ndani ambayo sisi kama jiji la Dar es Salaam ndio tunaongoza nchi nzima mkurugenzi watendaji na baraza la madiwani tukakubaliana kwamba ipo haja ya kuongeza takribani bilioni tatu zimeongezwa kuhakikisha mradi huu unafanya vizuri unajengwa na unamalizika kwa wakati chuka nafasi hii kukushukuru sana mkurugenzi na watendaji wote kwa kuhakikisha mnasimamia hilo na ndugu mgeni rasmi nikuhakikishie baraza letu la madiwani wa jiji la Dar es Salaam tutashirikiana vizuri na watendaji wa halmashauri ya jiji kuhakikisha hakuna kukwamishana, kuhakikisha sisi kama wawakilishi wa wananchi katika jiji la Dar es Salaam, miradi yote ya kimkakati inakwenda kufanyika na kutimia kwa wakati. Katika makusanyo yetu ya ndani tunatenga takribani asilimia sabini katika kuhakikisha tunatekeleza miradi hii na mimi nataka nikuhakikishie ndugu mgeni rasmi, tunakwenda kufanya hivyo, na ikiwa kwa sababu wizara yetu ya Tamisemi ndio wasimamizi wetu, hatutowaangusha katika haya.